Sasa sihitaji kuonana na mtu yoyote, maana nimetoka kwenye mambo yangu. Kwa hiyo hata kama angekuwa ni shangazi yangu, dada yangu, nisingetaka kuonana naye. Nitakapokuwa nimetulia, basi mimi mwenyewe nitaenda kwao kuwasikiliza, nijue wanajambo gani, jipi wanataka kuniambia. Mume hmm, wangu lakini anaweza akawa na shida kubwa. Achana nayo, mimi nitakwenda. Haya, sawa. Kilemmgaa korabu mi nimekuja kizungumzia uye swala i nesaidia. Nilifanikisha kwenda hospitalini nikafanyiwa vipimo, ikaonekana pale mimi mja mzito, lakini kinachonishangaza sisi dalili zote tumwani mangu kama mwanamke mja mzito sihizi kutapika, sitamani udongo, hata mwili kuchokachuka, labda hamna. Yaani, kiujumla dalili zote kama mwanamke mja mzito, mimi sina. Sasa niliwaza labda kuna watu wamegundua kwama mimi ni mja mzito, wamenewai. Ndio maana nimeamua kuja hapa ili uweze kunieleza. Hapana, Hakuna mtu yoyote aliweza kukufanyia kitu chochote wala jambo lolote, na hizo dalili ambazo nazungumzia, hiyo ni hali ya kawaida. Kwa hiyo ndoa wasiwasi wasi, kwa sababu hapo awali ulikuwa hauna uwezo wa kupata ujauzito na ukaja kwangu ili niweze kukusaidia. Na hiyo mimba uliyokuwa nayo ipo tofauti na mimba za watu wengine, na hata ukuaji wake itakuwa lakini itachelewa kuonekana, kwa hiyo kuwa na amani. Na vipi kuhusiana na kaka yako? Maana tangu kipindi kile nilivyokuja nikawasaidia, sikuweza kumwona tena. Ah. Kweli mganga, kuhusiana na kaka mimi sijui chochote, maana tangia tufanye hicho kitu hajaonekana tena mpaka leo, hata sijui yuko wapi. Sawa, naomba ufanye mawasiliano naye na uweze kumwambia arudi maana pengine ufi yake ni kuweza kukuangalia usoni. Vipi shoga yangu? Huo shoga yangu, ila nawe nae kwa kutembea. Kama vile si umekula miguu ya kuku. <clears throat> Nakuja hapa kwetu na kwenu nakutana na kufuli. Hata ni kwa sija tembea. Ni kwa zangu huko ndani, wewe mwenyewe umejichanganya. Mlango hapa siku hizi tunafunga, ungepitia kwa kule. Hapo umeniona tu kwa vile niko na mpango wa kuingia huko. Msalani. Basi sawa. Hapa jaribika kitu ila wakati natoka nyumbani nakuja huko, nikutana na ndugu wa mama. Nani ndugu yako <clears throat> Nilikutana na, na Doris akawa naalamika sana siendi nyumbani, kosa hivi nimemtenga, sijui nini, nakupenda wewe kwao. Nikaona ndio nimekuja hapa, ikiwezekana tuondoke wote, tuende nyumbani kwao. Hmm, ila kwa upande wangu mimi itakuwa changamoto shoga yangu, mana hapa nilikuwa na mpango wa kupika, nampikia kaka, na hivyo sio njia kaka wangu ajisikie vizuri. Hamna shida yote, kama ni swala tu la kupika, nitakusubiria utampikia kaka yako, utamaliza tutaondoka wote. Haya, basi sawa, ngoja niingie zangu msalani. Ay Saamesh ah, na anaufia atakuangaliaje? Kwa hiyo mwambie aje, na mimi nitajua nijisigani akuweza kumsaidia, na ataondoa mawazo yote juu yako na kusahau kila kitu ambacho mlikifanya, sawa? Mganga mi nashukuru sana. Basi mi ngoja niende nyumbani.

Ulizichanganya kikamilifu kama nilivyokuambia? Ndio, nimezichanganya pia na zile ambazo akuchimba stani. Vipi, nitakuwa nimekosea? Hapana, kwa sababu hivyo ndivyo nilivyokuelekeza. Sawa. Samahani Melissa, nadhani hatujae kukaa mimi na wewe tukapiga stori sana, lakini kuna swala anahitaji unisaidie kuhusiana na huyu bi mkubwa wako nadhani unajua mama yako huyo anaumwa. Kuna tatizo limemtokea na nimejaribu kumuuliza kiepe, nimemuuliza pamoja lakini, na Siwa lakini hawajanipatia jibu lolote lile, na imani nikikuuliza wewe utanipatia majibu yaliokuwa sahihi. Hivi unafahamu nini kuhusiana na tatizo liliomtokea mama yako? Hmm, kabla sijakujibu swali lako, naomba na mimi nikuulize swali langu. Hivi umeshaenda kumuuliza mama mwenyewe na ameshindwa kupa majibu? Yeah, nilifanikiwa kumuuliza kama mara mbili lakini, alichonijibu kwamba ni mwache kwanza apumzike, atakapokuwa sawa ataniambia. bamdogobi mdogobi, kama avyoshindwa kujibu Kiepe nasiwa, na Siwa, na mimi sina majibu, kwa sababu hata mimi sijashuhudia hiyo tukio. Mimi mwenyewe nilikataka kuja kuwaulizeni nyinyi, kwa sababu sielewi chochote kilichoendelea. Labda ni kuondoa hofu Usizani kwamba ukiniambia mimi, nitamwambia mama yako, mimi siwezi kusema, nina siri kwa wewe, niambie. <laughs> Mimi siogopi kitu, ila tu sijui kinachoendelea mm. Okay, sawa. Samani lakini kwa usumbufu, ilikuwa ni hilo tu a ah. Aiywa. Aiywa. Na kuona hapo mikono mitupu hapo. Mzigo wangu uliokuagizwa kwa wapi? Mzigo wako nimekosa. Maana nilivyotoka hapa nimeenda kwa mwaita shamba pale. Kuku nimewakuta tena wapo tu wazuri na ni wakubwa. Isipokuwa tu amesema kwamba hawezi kunipa mimi kwa sababu ameshapata oda kutoka mjini. Ila tu nimeenda bondeni kule kwa Mama Cheka kule, kuku nimewakuta, lakini sasa ameshawaachia siwezi kuwakimbiza mimi. Kwaoko ananiambia, jioni niende nitachukua mmoja. Hivi <laughs> mbwembe, mume wangu. Yaani wewe unauzie gani we wa wakushindwa kukimbiza kuku eh? Au huyo kuku yeye anaambia kiasi gani za kukushinda wewe? Mimi nachojua kuku kimkimbiza kidogo tu lazima achoke, na kishachoka lazima unamkamata nakwansha kaa sehemu mmoja ametulia. Hivi mbona unapenda niongee mume wangu, lakini jamani, kivivi wanjani niliyokuwa nayo nisingeweza kukimbiza kuku na mwenye unajua kabisa njaa mpendezi mtu kama suti, ukasema huyu suti imekaa mahali pake imempendeza. Hii ni njaa bwana, lugha ninayoongea ya Kiswahili fasaha, nadhani utakuwa unanielewa. Sasa nikunyoshee tu mfukoni, kwangu sina fedha mimi. Tafadhali nimekutana nawe hapa. Kuna nini tena sisteli, kuna mshamba kazi ngua huko? Hamna lile zingo, wewe ndugu yako baruza hapa natokea nyumbani na mtafuta huyo, nikajua huenda atakuwa huko kwenu. Da, kweli hiyo noma. Mimi nimetoka zangu mtaani kwangu pale, hapa naelekea hapo banda jeusi kwa Starboy, sema wewe baruza, mimi sijagumiana naye kabisa. Ila maskani sijapitia, huenda atakuwa amechili pale maskani. Kama vipi mtimbie pale palepale Leo kazi ni nayo. Basi wacha mi nifike huko maskani nikamwangalia, ila kama nao utabatika, kutane huku mwambie mjomba anamtafuta, kuna kikao cha dharura po nyumbani. Basi shega limeisha meisha. Ah, ho poa basi. Nimekuambia vile nilikuwa na maana kwa kutumia hekima. Fedha zote anazo makoroboi. Lengo langu nikitoka hapa nikaonane na makoroboi jioni wakati narudi. Nirudi na fedha nipitie kwa mama nichukue kuku. Alafu pia nilikuwa nataka nikupe ofa, nikudi na kuku jioni nitampika mimi mwenyewe nitakuchemshia nazo ndizi ili upate sotojo. Hmm. Umeanza ngonjera zako. Mi wala sizitaki kabisa. Mimi ninachokitaka nataka kuku. Makoroboi ameniahidi ataniletea ndizi hapa. Na matarajio yangu mimi huyo kuku ndio kuagiza wewe nije nizipike na hizo ndizi. Haya, sasa nikwambie. Naomba uende ukaniletee kuku hapa. Utajua wewe kama atakimbizwa bwana suti au nani lakini ninachotaka kuku nipike na ndizi ni ile. Mimi nadhani hata hii lugha ya Kiswahili inayozungumza atuelewani. Sasa basi nikwambie jambo moja. Naangalia huku, nikirudi huku ushaingia ndani ili uweze kupika chakula tuweze kula. Ulikuwa unafanya nini? Ah, punda endi bila kiboko eh? <rk> Yaani, yeah, leo sasa ndo nimeamini kweli maneno ya wahenga, uwagayaongopi. Ukiona mtani kwako kwa hakuna chizi, basi jua chizi wewe mwenyewe, lakini namshukuru Mungu mimi ni mzima kipipi, mzima huyu chizi huyu ah. Hivi nini kimekukuta mpaka umefikia kwenye hali hii? Maana kila nikikuuliza unashindwa kuniambia. Unanipa mawazo sana mamaangu, maana unajua fika wewe ndo kimbilio langu. Tena ni bora we uongee au umuulize, kwa sababu mimi nishaongea naye mara kadhaa, lakini hajawahi kuniambia chochote, na wakati mimi ndo kipenzi chake mume wake, lakini naona baadhi ya asili ananificha na imani, kwa hiyo na imani kwamba ukimuuliza wewe anaweza akakufafanulia kiufasaha zaidi. Nitawafahamisha kipi kilichonikuta, ila kwa muda huu niteni siwa na kiepe siwa kiepe kiepe myam nimewaiteni hapa, nataka niwaambie kipi kilichonikuta. Kuna sehemu nilienda kufanya mashambulizi na mimi nikashambuliwa, ni familia ya yule mzee asotajwa. Ndio maana mnaniona niko kwenye hali hii ah. Maskini, maskini, maskini. Na gete ya maziwa gereche la mungese, hapa tukizembea tutavuna mabua. Sasa na wewe biasimini. Wewe kilichokufanya kutoka hapa hadi unaenda kuvamia kwenye ile familia ya mzee asiyetajwa. Haya ni nini tena? Ulivonda kuivamia familia yake ndo akatokea na yeye mwenyewe. Yaani hapa sasa mimi ndo naanza kupata jibu sasa. Kwa kumbe wewe uenda kwenye mishemishe zako ukakutana na familia yake, si ndio? Unataka kuizuru akaja kale kasiotajwa kale kazee. Eh. Hey. Hapa nataka tufanye kitu hapa, siwezi nikalifumbia macho hili kavanivita maaa, hakuna kuraza damu, naapa nikupigana hadi mvue natoka matone ya mwicho. Nataka tufanye kitu hapo, ndio nimekuja nikuone, maana ni muda mrefu sasa hakuna mawasiliano wala kunitafuta toka nilivyokuja kule kwako, umekuwa kimya sana. Au mwenzangu ulitaka tu kujua mwili wangu, kisha uniache? Ah, usiseme hivyo. Nawezaje sasa mimi kupazalau? Nilipotoka mimi, nadhani ni haya tu matatizo yanayoniandama kwa sasa. Yani yananiumiza sana kichwa, hasa nikifikiria madam alipotea tu katika mazingira ambayo hatuelewi mpaka sasa hivi yuko wapi. Na tukirudi kwenye swali hili nyinyi wanafunzi. Mpaka leo hatujui mwafaka ni upi. Kwa hiyo kuna muda kichwa changu kina maswali mengi sana, lakini majibu sina. Sasa kama nilikukosea mpenzi wangu, naomba unisamehe. Ina e, maana au mambo yanayokuumiza yale kichwa umeshindwa kunishirikisha mimi mpenzi wako. Ni wazi kuwa hutaki nishirikiane na wewe. Yaani, kabisa umenisusa. Sawa, kama umeamua hivyo. Kama umeniona siwezi kufaa katika hayo mambo yako. Kole. Kwanza naomba litambue hili. Mimi nakupenda sana wewe. Yaani kiasi kwamba hata macho yangu hayawezi kumtazama mwanamke mwingine. Nakuona wewe tu. Huo ndio upendo uliojijenga kwenye moyo wangu. Sina budi kusema kama kuna kitu nimekukwaza, Naomba unisamehe sana. Sasa mimi nimekusamehe Ila isijirudie, maana ulinikwaza sana na hiyo tabia yako. Asante kwa kunisamehe, lakini mi nadhani mazingira tulokaa si rafiki. Nilikuwa nakuomba twende tukaongea vizuri nyumbani huko. <laughs> Nyumbani unapopasemea wewe ndipo nilipotoka. Nilikuangalia na sikukukuta, nikasema nije huku na nashukuru Mungu nimekukuta. Kwa kuwa tushaongea na nimeshakuona, ni muda sasa wa mimi kurudi nyumbani. Ah, unarudije sasa nyumbani kwenu bila kufika nyumbani kwako. Uh, ushaanza hivyo. Kwani kuna zito? Um, a yote mepesi. Twende bana, nisina ah. Magongo chechemea Shida ya moyo, hawezi. Yani, kinakuja kuja tu bila taarifa. wenzi wakitaka kuja kwanza nakuta pa imetangulia biti katalisti hata watu tunakuwa tayari hatuna pressure tete, mama, hey. Lambu so lambu so biasmini, tatizo lako wewe ni kihelehele Unafahamu fika mimi na wewe ni washirika, tumeshaungana kwa, kwa kila jambo ambalo unatakiwa kulifanya, unatakiwa uniambie. Sasa wewe ukachukua maamuzi na kwenda kufanya peke yako, ona kilichokukuta. Ila nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa msaada jikaze, mama, jikaze. <laughs> nini kilisababisha mpaka ukaenda peke yako huko au ni shoboshobo -shobo tu unaamua kumshobokea unaenda huko peke yake. sikujua kama ngetokea hutambui mimi wewe ni kitu kimoja Kuanzia leo chochote ambacho unahitaji kufanya nipe taarifa ili niweze kutoa msaada endapo anatokea huyo mzee wenu asiyetajwa. Sawa mzao, nakushukuru sana kwa kuniponya. Asante mtumishi. naona amekuwa kwenye hali yake salama. Sawa. Kwa mara nyingine tena unitishi <laughs> <laughs> yaani hapa najionea aibu mwenyewe tu. Umesikia kalivyosema kali

Iko joba yoga kala. Kala. Kala, kala. Iliyopandishwe modola lazima upite. Eh, eh. Nawe naye kiguu na njia wapi? Na mgonjwa wetu umemwacha na nani huko? Nimemwacha mwenyewe. Kaniambia niondoke, nimeondoka. Shakila, Hivi unawezaje kumwacha mgonjwa peke yake? Yaani mtu katoka leo tu hospitali, alafu tena unamwacha peke yake. Kaniambia yuko sawa na ana nguvu na kweli na nguvu na, na, na mimi nikasema kwa nini ning'ang'anie? Nikaondoka zangu yani. Kwa yeye anaweza akajiona yuko sawa yuko vizuri kabisa, lakini kwa afya yake hayuko sawa. Huenda kuna tatizo ndani kwa ndani, baadae anaweza kaleta madhara. Ungekata siku mbili tatu. Hata mimi niliwaza hilo, niambia kabisa nibaki ndondoke kesho, lakini mi kang'ania, ila Nake pale yupo, kama kuna shida yoyote ataje kuniambia kwa sababu pale sina jirani, ni karibu tu kuniambia chochote kile kinachoendelea. Kazi kufanya mwanaume na mwanamke ni vitu vile tofauti. Wewe ni mwanamke, ungemudu vitu baadhi vingi tu ambavyo haviwezi mwanaume wake, lakini kwa sababu yeye ameshataka basi sawa, tutazidi kwa tunaenda kumtembelea. Haya, mimi atoka zangu hapa, kwa mama. Naelekea nyumbani. Ah, sawa, mimi naelekea aminaelekea kingeni. Maana njia na niuma. <laughs> Hai. Mkunde, usiniogope, mimi ni mdogo wako Kiberiti. Nateseka sana, nimeimisi sana familia yangu, Kiberiti. Ni wewe mdogo wangu, usimguse na safari yako, lambwisulambwi silambwi wee, mbona unashobo? Mbona unapenda kufuatilia mambo yangu kila napokwenda na unatiaka mguu kako? Sasa unachokitaka utakipata, sio kwamba na kufuatilia ni jukumu langu sasa hivi kulitekeleza kwenu. Nilishakupa onyo awali, haukutaka kunisikia hivyo. Nimeshakwambieni nitakuwa na nyinyi sambamba, hatua hadi hatua, wanandukunduku wananzembwera. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ufungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge kukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa.